Agizo la Kamanda wa Polisi wa Kanda ya Pwani, Ali Nuno, la kuwahimiza maafisa wa polisi kuwapiga risasi wahalifu katika operesheni za kukabiliana na uhalifu linaendelea kuzua mjadala mpana miongoni mwa wadau mbalimbali. Kauli hii inatolewa wakati eneo hilo likishuhudia ongezeko la mashambulizi yanayohusiana na magenge. Polisi wanasema hatua wa hiyo inalenga kulinda usalama wa wananchi na mali zao na wakati unachukua hii silaha yako, hii panga hii, unataka kuigonga huyo mtu, mimi nikikupata ana hii panga, ukiwa unagonga mtu na kupiga risasi, hatutacheka na mtu, na hiyo vijana ambayo wanafanya uhalifu waangushe moja baada ya ingi, moja baada ya ingine. Hata hivyo, baadhi ya wanaharakati wa haki za kibinadamu na wanasheria wamepinga vikali kauli hiyo, wakisema kuwa matumizi ya nguvu kupita kiasi yanakiuka haki za binadamu na misingi ya utawala wa sheria. Mauaji ya kiholela yamekithiri pakubwa hapa nchini Kenya na polisi kutumia nguvu kupita kiasi pia kumezidi. Ni jambo hatari sana kuona afisa mkubwa katika ngazi za, za polisi akitoa matamshi ambayo yanapelekea watu kuamini kwamba ametoa amri ya watu kupigwa risasi kuuawa. Hilo ni jambo tunalipinga vikali na tunasema lazima sheria ifuatwe kikamilifu, lazima katiba Kikamilifu. Kwa upande mwingine, baadhi ya wakazi wa Pwani wanaamini kuwa hatua kali zinahitajika ili kukomesha visa vya uhalifu vinavyoendelea kushamiri katika eneo hilo. Naunga mkono kwa sababu haya mambo hayakuanza leo wala jana wala juzi, na hawa watoto wanaofanya haya yote wana wazazi. Hawa wazazi hawajui kama watoto wao wafanya haya maovu yote, pia wao wanaua leo, watu hawawezi kulala wakawa wakawa na raha kwenye usingizi wao. Aona leo leo nitakujachukulia mimi, kesho nitachukula huyu, kesho huyu. Kwa hakika jambo la kshutukil linaudhi, lakini wao ndio wanaudhi zaidi. Inabidi sasa waambiwe hivyo, jamani, ili kusudi kuwe na amani, lazima alotoa jicho atolewe jicho. Dhumuni la kuyasema haya, huyu ambaye anayepigwa mapanga hana haki zake. Kuna mtu saa hii ni stress kukwata mlo kuna mtu sasa ni stress kulipa fees, kisa na maana ni kijana amemuua mume wake. Je, huyu nani atakayemtetea? Kamanda Nuno alitoa kauli hiyo kufuatia matukio kadhaa ya uhalifu yaliyoripotiwa katika maeneo mbalimbali ya Pwani, yakiwemo Mombasa, Kwale na Kilifi.